Nasema asante kwa kuja kuchagua nipashe, tuandamane kuanzia sasa hadi tamati. Anayenisaidia kwenye matangazo hayo kutumia lugha ya ishara ni Yulanzale. Rabsha na vurugu zilishuhudiwa katika uzinduzi wa chama cha Democracy for the Citizens Party, DCP, kinachoongozwa na aliyekuwa Naibu Rais Rigathi Gachagua, baada ya kundi la vijana kuvuruga mkutano huo. Watu kadhaa wakiwemo wanahabari watatu walijeruhiwa huku walinzi wa Gachagua wakilazimisha wanahabari kufuta kanda za video walizorekodi kufuatia vurugu hizo na vifaa vyao vya kazi kuchukuliwa kwa muda. Melita Ole Tenges anatuanzishia taarifa zetu. Milio ya risasi ilitamba katika hafla ya uzinduzi ya chama cha Democracy for the Citizens DCP. <gulia> Linzi wa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wakifyatua risasi hewani kuwatawanya vijana waliotaka kuvuruga mkutano huo, lakini vijana hao waliokuwa nje ya lango kuu walirusha mawe na ghafla hali ikawa si hali. Sio tu kwa vijana hao, lakini pia kwa wanahabari ambao walikuwa kazini. Wanahabari waliokuwa wakipiga picha za jamaa huyu anayedaiwa kuwa miongoni mwa vijana waliotaka kuvuruga mkutano huo, alipokuwa akipokea kichapo cha umbwa kutoka kwa walinzi wa Gachagua, lakini ghafla <coughs> Katika machafuko hayo, wanahabari walitishwa kwa bunduki mbali na kufyatuliwa risasi hewani kukihatarisha maisha ya watu wanaoishi katika nyumba zilizoko karibu na makao makuu ya chama hicho kipya. Wanahabari watatu walijeruhiwa katika ghasia hiyo na hata kulazimishwa kufuta kanda za video walizorekodi na vifaa vyao vya kazi kuchukuliwa kwa muda. Brian Tuva wa Runinga ya Kass anauguza majeraha usoni na kichwani. Mpiga picha wa kampuni ya Standard Nebat Saisi pia akijeruhiwa vibaya na pia mwanahabari mwingine akiuguza majeraha mabaya. Uvamizi huu dhidi ya wanahabari ukileta taswira mbaya katika uzinduzi wa chama cha DCP japo walikuwa kazini. Waziri wa Usalama wa Kitaifa Kipchumba Murkomen akidai kwamba vurugu hizo zilisababishwa na wafuasi wa Gachagua waliokuwa wakidai pesa zao and as a result of fighting over those uh, resources there was a melee which unfortunately led to uh, some kind of a stampede uh, and unfortunately we hear that some of the uh, journalists who were there to cover the event were also caught in the melee Ghasia hizi zinajiri mwezi mmoja baada ya Gachagua kudai kuwa maisha yake yamo hatarini baada ya misururu ya mashambulizi katika mikutano kadhaa aliyohudhuria Melita